Mara nyingi kwa watu wengi tunapopata matatizo mbalimbali, pale tunapokaa wenyewe tukitafuta suluhisho kutoka ndani ya mioyo yetu, fikra zetu huja na neno vumilia, subira, uvuta heli. Na hata pale tulipofanya jitihada za kuwafata watu mbalimbali mbali ambao wanaweza wakawa ni msaada wetu, huenda walituambia pia neno hili vumilia, mambo yatakuwa sawa. Sasa leo sitaki kukufariji kabisa. Leo nataka tufikiri wote kwa pamoja, kwa sababu neno hili limefanywa kama dawa ya kila tatizo. Vumilia, vumilia. Unakuta kwenye jamii zetu, ukilia unaambiwa vumilia, ukiumizwa unaambiwa vumilia, ukikosa haki unaambiwa vumilia, majibu ya maombi yako yasipotokea unaambiwa vumilia. Na tumelisema neno hili mara nyingi kiasi kwamba hatulioji tena, ndio linakuwa conclusion ya kila hali. Lakini swali linabaki pale pale. Je, uvumilivu kweli ndio jibu la kila hali au ni njia rahisi ya kuukwepa ukweli? hmm? Bado nina kutafakalisha. Kwa mfano, kwenye jamii ukiangalia kwa uhalisia kabisa vumilia imekuwa ni kama lugha ya kunyamazisha watu wanaoumizwa. Ukiangalia kwa uhalisia kabisa, ni kama njia ya kulinda mifumo mibaya na mifumo ambayo ni mibofu. Vumilia imekuwa ni kama silaha ya kuwafanya watu wakae kimya, badala ya kuuliza kwa nini hali hii inaniumiza. Tunasema vumilia tu, mambo yatakuwa sawa lakini mambo hayawi sawa, na kwa sababu ya uvumilivu pekee, saa nyingine mambo ndio yanakuwa mabaya zaidi. Na hivyo kwa jina la vumilia tu, kuna watu wamekaa kwenye mahusiano yasiyo na afya. Hebu fikiria yule mama ambaye anadhulumiwa haki zake, anapigwa, ananyanyaswa, anapotezewa utu wake wa ndani, akiomba msaada vumilia tu, ndoa zote ndio ziko hivyo. Na kweli anavumilia, lakini mwisho wa siku amani haikutokea, furaha haikuonekana, utu wake ulivunjwa, na huenda akafa kifo cha aibu kwa neno la vumilia. Hiyo sio sawa. Yupo yule baba ambaye ana msongo wa mawazo, lakini kwa sababu ya maneno ya vumilia tu wewe ni mwanaume vumilia tu, wanaume hawapaswi kulia vumilia tu. Mwisho wa siku anakuwa mvumilivu, lakini maisha yake yanaishi kwa magonjwa ya moyo, presha za kila mara. Mwisho wa siku anajiingiza katika uraibu kama eneo la faraja, huangukia kwenye madawa, huangukia kwenye pombe, huwa na hisia kali na maneno makali, na hata baadaye maisha yake yanakuwa hayana furaha kwa kofia ya uvumilivu. Fikiria yule mfanyakazi ambaye anajitoa vizuri kazini, lakini anakubali kunyonywa. Hakukua kwenye kazi yake, mshahara haukuongezeka, hakuweza kutumiwa kwa elimu yake na taaluma yake. Alipotafuta suluhisho, aliambiwa vumilia tu, walau wewe una kazi, una ajira akatii neno hilo. Ndani ya miaka mitano, miaka kumi hajapiga hatua yoyote. Mwisho wa siku anakata tamaa kwa neno la vumilia tu. Watu wamepoteza hata sauti zao wakidhani ya kuwa ni wanyenyekevu. Huu si uvumilivu, hii ni hofu iliyopewa jina zuri. Hebu tuseme ukweli bila kuzunguka. Uvumilivu ambao ni chanya ni ule ambao unakuta, unajua hali ni ngumu, unaelewa kwa nini umebaki, unaelewa lengo, unaona mwelekeo, unaona mipaka. Lakini uvumilivu wa kujidanganya ni pale unajua kabisa hali inakuumiza, lakini unaogopa kuchukua hatua, unaogopa aibu ya kijamii, unatumia neno kama vumilia kama kifunika woga wako wa ndani watu wengi hawavumilii, wanaohofia mabadiliko. Huo ndio ukweli. Watu wengi hawavumilii, havumilii, isipokuwa wanaohofia mabadiliko, na tatizo la kujidanganya linaendelea kudumu kwenye mioyo yetu. Wengi husema imani na uvumilivu, na hapa nitasema ukweli waziwazi kabisa kama mchungaji, Yesu hakuwahi kufundisha uvumilivu katika hofu. Yesu mahali penye dhuluma, alikemea. Yesu alisimama hadi dhidi ya mafundisho ya kidini yaliyokuwa yanaumiza watu. Yesu aliondoka pale alipokataliwa, hakubaki kuvumilia eti ngoja tu nivumilie. Pale alipokataliwa Yesu aliondoka. Yesu hakukaa mahali ambapo paliharibu kusudi lake, alikaa pale ambapo palikuza kusudi lake. Hivyo tukimfanya Yesu kama mfano wavumilie kila kitu, tunamkosea huyu Yesu, kwa sababu uvumilivu aliyoufanya Yesu haukuwa uvumilivu wa oga, ulikuwa ni uvumilivu wa msimamo. Fikilia ile Mathayo 24 fungu la 13, Yesu anasema lakini yeye atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini yeye atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Neno hili limetumiwa vibaya kwa huu uvumilivu wetu, ila leo nitakwambia maana sahihi ya hili neno. Neno hili kwa Kiyunani, ambalo ndio uhalisia wake, vumilia maana yake ni haipomino. Haipomino maana yake ni kusimama chini ya mzigo wa kwa ufahamu maana yake ni kudumu kwa sababu unaelewa kwa nini unabaki. Maana yake si kulazimisha, ni kukubali uhalisia na ukweli. Maana yake si kubaki katika mateso, bali ni kushikilia kusudi. Haipomino sio kukaa mahali ambapo panakuua kwa ndani. Haipomino maana yake si kuvumilia dhuluma bila sauti yoyote haipomino maana yake si kukubali uovu kwa jina la subira. Ni uvumilivu unaochagua kusimama si kukwama, ni uvumilivu unaochagua kusimama na si kukwama. Kwa hiyo mpendwa, sio kila hali inahitaji uvumilivu. Baadhi za hali tunazozipitia zinahitaji maamuzi. Usiogope kuchagua, usiogope kuf... kuchagua tena, usiogope kufanya. Baadhi ya hali zinahitaji mipaka. Weka mipaka, weka misingi imara ya maisha. Baadhi ya hali zinahitaji uondoke, hazihitaji ubakie hapo hapo, zinahitaji uondoke. Baadhi ya hali zinahitaji kubadilisha mifumo hazi hitaji tuendelee kuwa wa hivyo hivyo. Yesu anaposema avumiliaye mpaka mwisho, anamaanisha yule aliyesimama kwa ukweli hadi mwisho, yule aliyeibeba kweli hadi mwisho. Yesu amaanishi, siyo yule anayejiumiza kwa jina la imani. Hivyo, uvumilivu usio na ukweli sio imani, ni kujidanganya. Chukua hatua chukua hatua hata kama ni kidogo chukua hatua usijidanganya kwa kofia ya uvumilivu usisahau kulike kucomment kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu jamaa na marafiki ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii kiuchumi mahusiano afya ya akili ofisi zetu zinapatikana Makumbusho Dar es Salaam Millennium Towers floor ya kwanza office namba 20, Vicious Therapy pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba na zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika akaunti zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Wa mtumishi wa Mungu, Endson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali, ikiwemo mtu yoyote asikudharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii, lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha mirathi na mtazamo wa kiroho, kisaikolojia na kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba na unazoziona kwenye skrini yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.